Mpenzi subscriber, natumai mahali popote huko uko mzima, uko fresh kama kawaida. Katika maisha ya mwanadamu haikosi matatizo ama changamoto ya hapa na pale, na hii ndiyo dunia. Mpenzi subscriber, Marekani imepeleka manuari kubwa zaidi karibu na bahari ama mipaka ya Venezuela. Kuna uwezekano mkubwa Marekani ikaivamia Venezuela. Katika meli zote ama manuari zote za kijeshi za Marekani ndizo ni kubwa, lakini kuna moja ndio kubwa zaidi, ambapo hiyo hupelekwa wakati kuna uwezekano mkubwa ya kuingiliwa kijeshi nchi ya Marekani dhidi ya nchi zingine. Kwa hivyo kupeleka meli ama manuari kubwa zaidi duniani, meli ya Marekani ya kijeshi katika bahari mpaka kati ya kati ya Venezuela. Hii ni hatari na kuna uwezo mkubwa vita ama Marekani kuivamia nchi ya Venezuela. Kumbuka Marekani imeipeleka hapo mbeleni, Marekani imeipeleka manuari kadhaa za kijeshi katika bahari ya karibu na Venezuela, bahari ya kimataifa karibu na Venezuela, katika eneo ya karibia na maeneo ambayo kwamba kuna nchi ambayo kwamba ziko hapo kama vile Colombia, Peru nchi <laughs> zingine bahari ya Pacific, ya Pacific. Kwa hivyo Marekani imepeleka bonge ya manuari ya kijeshi kule. Pili, Marekani imepeleka meli zaidi za kijeshi hizi ndogo ndogo, lakini si ndogo sana meli za kijeshi zile za kubeba meli ambayo inabeba meli zingine ndogo ndogo ambayo inabeba vifaru ambayo zinabeba <laughs> basi la kanikani. Hizo meli ziko kule vile vile. Marekani imepeleka ndege kadhaa za kijeshi eneo hilo. Kuongeza, Marekani imepeleka wanajeshi, maelfu ya wanajeshi kule mipakani ya ma, ma, ma, Venezuela. Marekani imesema inaituhumu Venezuela kwa kuhusika na usambazaji wa mihadarati, dawa za kulevya kule Marekani kupitia kikundi ambaye inaitwa Narco Gangs ambaye Marekani inamtuhumu Nicolas Maduro rais wa Venezuela kama kiongozi wa kikundi hicho cha Nako Gang, sababu kwamba wanasambaza mihadharati madawa mihadharati kule Marekani. Marekani imeendeleza mashambulizi yake kupiga zile vijimeli ama vijiboti na kuwaua zaidi ya raia raia 45 raia wa Venezuela ambao kwamba wanatumia hizo maboti, lakini haijathibitisha haijatoa, inaitwaje, evidence ya kwamba hizo meli zilikuwa zinatumika kwa kusafirisha ama hao watu walikuwa kusafirisha mihadarati kule Marekani. Yaweza kuwa ni wavuvi wa samaki iaweza kuwa ni watu wanaendelea na shughuli zao katika Kwefua, imekua, imipiga, kumi. Kumi. Amba, kwa hivyo Marekani imekuwa ikipiga imepiga meli hivyo vijibotiboti kumi zaidi ya kumi, ambayo inakisiwa kwamba watu zaidi ya arobaini na tano raia wa Venezuela wameuawa katika mashambulizi hayo ya Marekani. Nicolas Maduro amejiandaa, amesema yuko tayari kwa lolote na vyovyote. Um, nchi za Colombia, nchi za Pacific, za za nchi za zinaitwa Caribbean wamekashifu tendo la Marekani kuanzisha kuweka wasiwasi katika hiyo nchi ya Venezuela. Urusi imepatia Venezuela e, je, Defense system hmm, vyombo vya ulinzi vya kijeshi. Uchina pia imepeleka vyombo vya ulinzi vya kijeshi kule Venezuela, za kudungua mandege za kijeshi za kudungua drone za kijeshi tayari zimeshapelewa ku, lakini wadadisi wa, wa masala ya vita wanasema hizo haiwezi ikadungua ndege aina fulani, ndege ya Marekani ndege ambayo inaitwa b 56 ama b 56. Hiyo ndege inapita tu, ukishapita ndiyo unasikia kelele. Mimi nimepita ghafla, lakini nimebwaga bom. Eh, baadhi ya wadadisi wanasema kuna uwezekano ya kwamba hizo vifaa ambazo zimewekwa na China na Urusi zinaweza zikadungua baadhi za ndege, lakini si ndege zote. Maanake Marekani ina ndege nyingi aina hiyo, wanaweza wakakwenda wakazipeleka mingi kule. Kuna zile zitadunguliwa na kuna zile zitapenya na zitabwaga bomu eh. Zitapiga sehemu mbalimbali. Maduro kwa upande wake ameandaa wananchi wake, amwambia jamii, jitokezeni tuilinde nchi yetu. Kwa hivyo kuna hizi ma speedboat ambazo zimefichwa fichwa kule katika, unajua, wako na visiwa, wako na mahali hawa ni wale watu wameshale. <laughs> watu wa Karibian si mchezo, watu raia wa hmm? Hmm? Hmm? Vene, watu Venezuela wamesema, wataondoka wata walinde nchi yao na kumlinda rais wao. Lakini Marekani kwa nini inasema inafuatilia wauuu wale ambao kwamba wanasambaza mihadharati Marekani ende eh? Ikawa ni ukweli, kwa sababu hizo nchi za Karibia, Colombia, Panama eh? Dominican Republic na nchi zingine zile iko kule, au ndio inasemekana hao ndo wanasambaza hmm? wanasambaza mihadharadi duniani nzima. Lakini kwa nini Marekani ipeleke meli kubwa ya kijeshi na zile meli zingine kupigana na watu ambao kwamba wanauza mihadharati, watu ambao hawana vijisi silaha wala hawana nini? Tayari Marekani imeipeleka, imepeleka manowari inaitwa submarine <laughs> am, ambayo kwamba iko na nuclear <laughs> Submarine, ambayo kwamba ina nuklia wapi? Kule Venezuela kwa bahari karibu na Venezuela. Kama imepeleka manuari ya nuklia na ikapeleka meli kubwa kubwa kabisa kule ya Marekani ya kijeshi, imepeleka kule na meli zingine, na imepeleka ndege za, za, za vita kule, hiyo ni vita ya kupigana na mihadharati ama kutaka kung'oa rais Nicolas Maduro Mamlakani wadhabisi wa kisiasa na masuala ya dunia wanasema nchi ya Venezuela ndiyo ina inahifadhi petroli katika ardhi yake asilimia kubwa zaidi duniani nzima, petroli kwa ardhi ardhika, Ingereza naisha the world largest Oil deposit, oil deposit Venezuela has. Venezuela ina mapetroli amba kwamba imehifadhi katika iko na kwa, kwa ardhi, yaani ina mali ya, ya petroli ndiyo inaongoza duniani nzima, wacha Saudia ama Qatar. Venezuela, sasa wadadisi wa kisiasa wanasema Marekani inatumia kisingizio ya kufuatilia masuala ya mihadarati, lakini macho yake iko wapi? Iko kule kutaka kumng'oa Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya petroli. Kumbuka Gaddafi alifanywaje? Aling'olewa kwa sababu ya nini? Kumbuka Saddam aling'olewa kwa sababu ya nini? Kwa nini nchi hizi Dominican, nchi zingine hizi za Colombia, nchi zingine za wapi? Panama, nchi za Dominican Republic, so hao ndio na, na, na nchi ya Mexico, Mexico ambapo kwamba kwa ni iko mpakani ma kabisa ina wanapakana na Marekani. Kwa nini Marekani haiwezi kapeleka wanajeshi eh, kwa hizo nchi? Kwa sababu hizo nchi haina lolote, haina haina, haina nini. <laughs> Lakini kwa nini nchi ya Venezuela? Nchi ya Venezuela Marekani imeifungulia ime, na imemezea mate petroli, na ili ipate hiyo petroli, ili inyakue hiyo petroli lazima wamng'oe, wamng'atue, wamuondoe Nicolas Maduro. Mpaka hapo mpenzi subscriber, umenielewa? Kwa hivyo kuna uwezekano manake, jana Marekani imepeleka bonge la meli ya vita. Hilo ndio meli kubwa, hakuna meli nyingine kubwa ya manuari ya vita ya Marekani isipokuwa hiyo. Zile zingine ni manuari za kawaida za za jeshi, lakini hiyo ndio kubwa kabisa. Wamepeleka kule Venezuela na no, Marekani ikishapeleka hiyo ujue vita viko karibu kuanza. Na Marekani wanataka kumng'atua nani? Nicolas Maduro. Wakimng'atua wataweza kuiweka mtu wao ambao kwamba inaitwa kibaraka wao katika hili nchi. Ndio Marekani ifanye nini, iweke mikono yake katika mali ya Venezuela. Penzi subscriber. Je, hayo ndio maoni yangu. Wewe unafikiria na maoni yako ni yapi? kuhusiana na Marekani kuingia Venezuela mimi yangu shasema ni masala petrol, ya petroli si masala ya jihadharati. Je, wewe waona ni yapi kinachomfanya Marekani kwenda kule kutaka kumpiga Venezuela? Hebu baga comment huko. Asante sana kwa wale ambao kwamba wamesubscribe mimi nimefikisha subscribers mia nane na tisini na moja mia nane na tisini na moja subscribers. Asanteni sana ndugu zangu, dada zangu ha eh, mwenzangu kwa kunishika mikono, asanteni subscribe, bwadh comment, nitapite pitia, tupate kujadiliana, tuone ni yapi yanatokea katika ulimwengu mimi ni The One Man Army Tv. Baki hapo hapo, asanteni, tukutane katika video nyingine.